Na msikilizaji, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vikiendelea nchini Sudan kwa mwaka wa tatu sasa, na jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF bado wakiendesha vita vya kuwania madaraka kwa mtutu wa bunduki, huku kila upande ukituhumiwa kufanya mauaji ya raia kote katika taifa hilo ambalo sasa limebakia bila ya uongozi thabiti. Takriban watu laki nne wameuawa kwa mujibu wa Marekani tangu vilipozuka vita hivyo Aprili mwaka alfu mbili na kumi na tano na zaidi ya milioni kumi na moja zaidi ya milioni 11 wameachwa bila makazi ndani na nje ya Sudan, na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu duniani. Umoja wa Mataifa umekuwa ukiendelea kuomba msaada katika kiwango cha kushuhudiwa zaidi ya watu milioni 30 wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Kwenye mjadala huu nimewaalika nime mchambuzi wa kisiasa Omar Mutasa kutoka huko Kampala na Ibrahim Rahbi ambaye pia ni mchambuzi wa kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. naamini nyote mna Eliza karibuni sana. Shukran sana, nianze kwako Omar Mutasa. Na tumesikia hizi taarifa kwa muda mrefu hivi sasa za ukatili mkubwa ambao umeonekana kufanywa katika hasa hizi siku za hapa karibuni e, katika mji wa El Fashar ambako watu raia wa kawaida wameuawa kikatili kabisa. E, kitu gani ambacho kimesababisha ki kuendelea au kuchochea mgogoro huu mpaka hivi sasa? Hapana shaka tatizo ambalo linalofanya vita hivi kuendelea mpaka sasa hivi ni kwamba hawa wababe wawili eh, Muhamed Hamdan Daglo na Burhan Al Fatah, rais wa Sudan, bado mpaka sasa hivi wamekataa kukubaliana au kukutana ana kwa ana ili kuweza kuzungumzia swala hili na haya mauaji ambayo yanaendelea Darfur. Eh, naweza kusema kwamba si mara ya kwanza, nadhani kwamba yanaendelezwa tu kama alivyosema waziri mkuu wa Sudan Kamili Idris kwamba RSF wanaendeleza tu mauaji ma ambayo yaliokuwepo kabla wakati wakina Janjaweed. Nauna Mutasa, simu yake kidogo inaleta no, no. Simu yako kidogo ina, ina uh, hitilafu kidogo Mutasa, lakini uh, tumekuelewa mpaka hapo, na zaidi, zaidi ukitaja kwamba watu hawa wawili uh, kwa maana ya kwamba Dagalo na bwana wa kiongozi wa RSF bado wamekuwa wakishindwa kukaa chini kukubaliana, lakini e, tumesikia kwamba e, hapa karibuni Marekani imeingilia kati na kujaribu kuwataka watu hawa wawili wasitishe vita ili alau kutoa nafasi ya misaada ya kiutu iingie katika Sudan, lakini mpaka hivi sasa hilo halijaweza kuonekana. Je, kuingilia kwa Marekani katika mgogoro huu unafikiri kunaweza kuleta tamaa na matumaini ya kwa wasudani kupata msaada au kusitishwa kwa vita hivyo? Matumaini yanaweza kuwepo lakini uh, usisahau kwamba haya mazungumzo sasa hivi yaliyoanzishwa nadhani wiki iliyopita mjini Washington, Marekani eh, ni mazungumzo ambayo taifa la umoja umoja wa wa Kiarabu UAE wanashiriki katika mazungumzo haya. Saudi Arabia wanashiriki pia katika mazungumzo haya, na Misri na wao pia wanashiriki katika mazungumzo haya. Na Marekani inachojaribu kufanya sasa hivi, eh, kutokana na siasa ya Trump ni kwamba kuwashinikiza pande zote mbili waweze kuweka saini katika mkataba wa kusitisha mapigano alau kwa muda wa miezi mitatu ili e, misaada ya kibinadamu iweze kufanya nini, iweze kupelekwa uh, nchini Sudan na hasa katika eneo la Darfur ambapo ndio imekuwa ngome ya mwisho, unaweza kusema hivyo, RS, RSF huweza kuitwa, unaona, kwa hali ilivyo sasa hivi. Kwa hivyo ikiwa E, mazungumzo haya ambayo pia si kwamba Abdul Fatah Burhani yumo au Muhammad Hamdan Daglo yumo, wote hawamo, lakini wajumbe wao ndio wanashiriki katika mazungumzo haya. Ikiwa yatashindikana, basi huenda ikawa Marekani ikatia vikwazo zaidi vya kisilaha vya ki na vikwazo vya kisiasa e, kwa pande zote mbili kama, mm, kama itakuwa vipi? Katika kipindi cha miezi kadhaa nyuma ili taarifa zilikuwa zinazotoka Sudan zikionyesha kwamba jeshi e, linaloongozwa lina na Al Burhani lilikuwa limefanikiwa kupata nguvu kuiteka au kuikomboa miji kadhaa ambayo ilikuwa chini ya RSF, lakini hapa karibuni Tunasikia kwamba mambo yamegeuka. El Fashar, katika mji wa El Fashar, imeripotiwa kwamba ndiyo ngome ya mwisho hivi sasa iliyokuwa ikidhibitiwa na jeshi kuangukia mikononi mwa RSF. Nije kwako ndugu Rahbi, hii inamaanisha nini kwa Sudan? Uh, nashukuru sana uh, ukijaribu kutafuta taswira ya moja kwa moja na nini kinamaanisha baada ya El Fasher kudondoka baada ya miezi kumi na nane kuzingirwa na RSF uh, ni ishara ambayo inaweza ikakupa kuwa baada ya mwongo mmoja na nusu kuona nchi kubwa kabisa barani Afrika Sudani kugawika kuitoa Sudani Kusini, na sasa tunaweza tukashuhudia kuwa Sudani nyingine ikagawika kwa sababu ukirudi nyuma, RSF walikutana, kuna mkutano ulifanyika miezi michache iliyopita kule Nairobi, na wakaja na azimio moja la kuanzisha serikali yao, kujibu katika kile ambacho kilitajwa na jeshi kuwa itaanzisha utawala ambao hautowashirikisha RSF. Kwa hiyo RSF walikuwa wanashindwa kuja kuanzisha utawala ambapo katikati ya eneo ambalo wanatamani kulitawala, kwa sababu eneo lote la Darfur kwa sasa liko chini ya udhibiti wa RSF. Na unajua Darfur ni moja ya majimbo makubwa kabisa ndani ya Sudani, ikipakana na nchi karibu nne, kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudani Kusini, lakini wana Libya kwa juu, halafu kuna Chadi. Kwa hiyo ni jimbo ambalo lina, linaweza kujitenga na, na likawa na mipaka yake na nchi zingine. Sasa RSF walikuwa wakihangaika kuweka ule mchoro wa ramani yao kuondoka kwa Alfashar unamaanisha miji mikuu yote mitatu ya ya ya ya Dafuri yote Nyala, Jenini na na Alfashar yote inakuwa chini ya udhibiti wa RSF. Kwa hiyo ukitazama kwa ishara ya, ya mbele unaweza ukaona kuwa kuna uwezekano wa Sudani kugawika katika kipindi hiki, kwa sababu majenerali hawa wawili wote, hakuna ambaye yuko tayari kushuka chini, kuweka silaha chini na kuzungumza hapo mm. Ndio ugumu wa haya matatizo inapokuja. Kwa hiyo tunaweza tukaiona sudani ikigawika, kwa sababu pia hata kile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa ni kama kinaruka kwenda kugusa sehemu ambayo yenye matatizo ya Sudani. Wamekuwa wakijaribu kutatua matatizo kupitia pembeni, sio sehemu yenye matatizo mm. na Mutasa, ukiyatafakari okay, hayo aliyoyazungumza ndugu Rahbi, kwamba inavyoonyesha mpaka sasa pande hizi zote mbili zinaonyesha hakuna anayetaka kuacha mapigano, na pande zote mbili kwa hakika, kila mmoja ana nguvu za kijeshi na kuna mataifa ya kigeni yanayotajwa kwenye mgogoro huu. Umezungumzia mazungumzo ambayo yanaendeshwa na Marekani, Misri na, na umoja wa falme za Kiarabu, lakini kuna mataifa vile vile ambayo yanatajwa tajwa katika kuchochea mgogoro huu e, haya mataifa ya kigeni Mutasa yanataka nini? Ha, haina, haina, haina mjadala hilo Mataifa ya kigeni ambayo yamo katika mzozo huu wa Sudan ambao sasa hivi umekaribia miaka miwili unusu, utakuta kuna taifa kama Uturuki, kuna taifa kama uh, Urusi. Yote haya yamo katika mzozo huu, na usisahau hivi, eh, karibuni tu Urusi waliweza kupewa sehemu ya Port Sudan, ambapo kuchimba mafuta na mambo mengineyo, ni, ni masuala ambayo ni maslahi ya mataifa haya ya kigeni yanayoshiriki, lakini hata hivyo pia na upande wa Burhan el Fataha utakuta kwamba Misri yumo ambaye amekuwa akiisaidia, utakuta Saudi Arabia. Wote kila mtu ana maslahi yake katika taifa hili. Usisahau Sudan ina dhahabu nyingi sana, na hasa katika hilo eneo la Dafur sasa hivi ambapo lina watu karibu milioni kumi na mbili Dafur, na katika watu milioni kumi na mbili tatizo moja kubwa uh, Bi uh, Saum, ni kwamba Mohamed Hamdan Daglo anatoka katika eneo la Dafur ingawa ni katika kabila Rizgi. Sasa hivi Waarabu walioko huko ni karibu asilimia thelathini, ambapo waliobakia wote sabini ni Wadafur weusi. Hili ndio tatizo ambalo limekuwa kwa, Damrefo, kwa wakita wakita wakita Sudan muda mrefu kwamba waarabu weupe wamekuwa wakitawala Sudan na ndipo tatizo limekuja kuangukia Darfur hmm, kutaka kujitenga sasa hivi, lakini upande mwingine vile vile rahbi, mtu anajiuliza, kwa nini mataifa mengine ya Afrika yameukalia ya kimya mzozo huu? Na tatizo uh, naweza kusema kuwa matatizo ya Afrika yamekuwepo si tu Sudani peke yake, maana yake tuna migogoro tofauti na Sudani, lakini ukiangalia katika kipindi hiki tuna mgogoro mkubwa sana wa Sudani. Mfano, unaweza kusema kuwa mgogoro wa Sudani ukiakisi mataifa ya Kiafrika, tunaweza tukaangalia majirani wamekuwa upande gani, mfano Kenya walivyokubali eh, RSF wakae kwenye nchi yao na wakatangaza tangazo la kuanzisha uh, e, kuigawa Sudani na kuanzisha serikali, tayari ilizua mgogoro tayari na jeshi la Sudani au na utawala unaotambulika wa Sudani. Tayari hawa Kenya ni mwanachama wa IGAD tayari huyu ni mshirika mwingine upande wa pili, lakini ukitazama hata majirani ambao wamemzunguka Sudani ni nchi ambazo zina matatizo mengi sana. Libya ni vile vile nchi ambayo ilishindwa kukaa kwenye njia yake, ikagawika mashariki, wakakaa kina kina Khalifa Haftari na upande wa pili wakakaa kina Abdul Hamid Hibibi, na serikali ziko mbili zinaongoza Libya. Sasa ukiangalia jamhuri ya Afrika ya Kati, ukitazama Sudani Kusini, juzi tuna nini kinachoendelea, makamu wa raisi na, na raisi. Hawa ndio waliomzunguka Sudani sasa wapi Sudani anaweza kuona mfano wa kusema tunaweza tukajikwamua kwenye hili? Lakini ukirudi mashirikisho ya kikanda mfano kwa Afrika, mashirikisho ya kikanda ni kama vile yalishashindwa kutatua migogoro ya kikanda. Tuna mgogoro wa Congo ambao tumekuwa na mashirikisho yakiwepo ya kikanda, hata East Africa wamo, uh, Sadek wamo, lakini tumekuwa na migogoro ya magharibi mwa Afrika, uh, ECOWAS mpaka imegawika kati ya uh, Mali na wengine, Burkina Faso na wengine wote. Kwa hiyo tuna mashirikisho ya kikanda, lakini pia tuna au Umoja wa Afrika ambao pia nawe mara kadhaa umeonekana kuwa hauna tena meno kwa hivi sasa, na ndio maana tumeshuhudia baadhi ya migogoro ya Afrika inakwenda inakwenda kutatuliwa nje, Marekani, Uturuki na nchi zingine, maanake kuwa ni kama vile hatuelewi tunaenda tuachie hapo. Ibrahim Rahbi. E, Najat, sijui kama kuna maswali ya wasikilizaji kutokana na hayo ambayo yameshajadiliwa hapo. Na... kuna maoni tu mawili mm -hmm. ambayo ningependa kupitia kwa mfano haraka, James Charles uh, anasema mm -hmm. kutoka Ufaransa sema lazima Umoja Mataifa uwe kitu kimoja kurahisisha kazi ya kuunganisha makundi haya ya kijeshi, lakini Isaya Sambo, mpenda amani, anasema suluhu ni kuunda serikali ya mseto yenye mgawanyiko sawa madaraka na kiutawala na vyombo vya ulinzi na usalama, na sio kila mmoja kutaka sehemu yake. Asante sana, sawa sawa, na labda nimalizie kwa mutasa tu, kama utaweza kulizungumzia kwa haraka haraka sana uh, ametaja msikilizaji hapo mmoja kwamba pengine suluhisho ni kuundwa serikali ya umoja e, mimi najaribu kujiuliza, tumekuwa tukisikia hili jeshi la serikali e, ni, ni, ni jeshi ambalo limekuwa e, kwa muda mrefu kama kwenye mivutano na RSF, lakini hii RSF hasa ni kina nani? ilianzishwa na Mohamed Il... Musa Hilal ambaye pia naye alikuwa anatokea Darfur wakati wa ki Janjaweed mwaka wa elfu mbili na tatu na pia Mohamed Hamdan Daglo alikuwa katika jeshi wakati huo jeshi la Omar Hassan al-Bashir. Ndipo ikawa kwamba Janjaweed iliwapiga Waarabu weusi katika Darfur na alikuwa akiongoza Musa Hilal. Leo Musa Hilal pamoja na serikali ya Burhan al Fatah ambapo sasa Mohamed Dagalo, la kushangaza yupo na mwanamme ambaye siku zote kakataa kusaini anajulikana kama Abdulaziz Adam Ehlu. Huyu naye anatokea Darfur na sasa hivi ndio naibu wa Mohamed Hamdan Dagalo. Haya ndiyo matatizo ambayo yamekuja kujitokeza kwamba Mohamed Dagalo alikataa Janjawid iondoshwe kutokana na Omar al Bashir alipotaka iondoshwe. Mm. Uh, Abdul Fatah Burhan alipomwambia kwamba janjawidi iondoshwe ili wawe wote wanajumuishwa kwenye jeshi la Sudan. Basi ndipo hamdan wakakataa, mohamed hamdan dagal wakakataa, na matokeo yake ndio haya tunayoona sana leo. Omar Mutasa, kwa maelezo hayo msikilizaji asante sana Rahbi, pia mchambuzi wa kisiasa kutoka huko Dar es Salaam, Ibrahim Rahbi. Omar Mutasa ni kutoka Kampala. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu.